mpaka ibaki kidogo mimi niondoke na mambo mengi sasa na atiba zangu na nimechelewa. Sasa ngoja kwanza, kwani wewe tuliongea nini juma mosi? Sasa, sasa ndio maana nimekuja jamani, sasa hivi japo nimechelewa kidogo, ila sio mbaya. Sawa sawa, sikiliza nikwambie. Ndio mazingira yenyewe haya yaruhusu sawa. Nimekuita hapa. Nimetokea sana kukupenda. Na nimetokea kukupenda sana na nahitaji kuwa na wewe. Wasimu mwa mtu wewe. Mwa mtu haijalishi mbona kuna watu wake ni wake wa, ni za watu lakini wanaume na, na wawili yaani, nimetoka huko nimeacha mambo yangu, najua nakuja na kusikiliza kitu cha maana, unakuja kumtongoza ku, wewe mzima kweli? Yaani mke wako unamjua kabisa alivyo alafu nakuja kumtongoza hivi kweli? Haya, una sasa Ziko ana, ana, e wapi bwana mke wako mwenyewe anaonekana analishoga na wazazi wake. Sasa, naona hela chache. Haitoshi bwana, mimi mtoto wa kike. Nitabaki bwana na na nyingine na kuongeza. Au kwa appointment yetu itakuwa limefanya basi atoe kesho mchana. Kesho, kesho hapana. Labda kesho kutwa kesho kutwa kesho kutwa usizingwe sasa Basa. na na sasa si utulie hadi za uongo kwani si nimekuja jamani

Ishia hapo hogaanuagahishia hapo hapo. Unamjua Faraja, unamsikia wewe? Mimi namweza bwana. Sasa nasikia okay. hey. ameenda sasa hmm. Ngoja arudi huko kwao huko, ngoja arudi utaisha choga yangu

Yaani mwenzako mke wangu ananitesa ni mpaka dakika ishirini. So, kila ninapopita kila ninapopita nasikia yeye. Bwana na nadhani nasikia wewe tu. Yaani unaona usema mke wako sijui kimaana hapa. Yaani mimi kote mtaani kote ukanisambazia kwamba mimi hapa natembea na wake za watu. Ah ndo maana. Hii si mpendi. So umpendaje? Ah. Yule shemeji yako bana wewe vipi? Nisikilize. Kwanza shani ya mbele kuja kwako akakwazima shilingi 10000 mwanangu afu ukamletea mitarajio ukamwambia hauna. Na ndio maana kumbe amekucharazia kama akutangazia kwa sababu unatembea na wake zawadi. Sasa mambo yake kwa nionge kubali kweli kumpa mtu mbea mbea. Sasa sikiliza. Wewe ungempateni teni huyo mwanangu hao yote asingekuwepo. Lakini na wewe acha umalaya mwanangu ushazidisha. Baba, mwanaume wote ni malaya, sikiliza. Mbona mimi napenda kukwambia, nina njaa cheki. Hizi chakula yenyewe cheki, ninavojivuta. Wewe, mjoa bwana. Mimi nina njaa usielewi. Ah. Shema, mambo. Sasa bali asaizi shema. Salamu. Matatizo. Ah, sikiza mwanangu, mtajua na mimi mwenyewe. Mke wangu mcharuke nikichera kwanza, saa kumi na mbili nataka niwe ndani mwenye malaya vile vile kama mke wako. Hamna, mwanangu, mimi sio malaya, mimi nilikuwa nakushauri. Nenda bwana. Basi fresh, nashukuru. Hilo lilikuwa ni ushauri tu. Fresh, mtindi toka. Nashukuru haina, haina noma na mbaya. Habari? Kwema. Bwana naongea na Mr. Samson. Ndio Mr. Samson mimi. Okay, bwana Mr. Samson. Ndio. Mke wangu mimi au umemfananisha? Bwana wewe si Mr. Samson? Ndio. Basi nakuja mwenyekiti, nakuja sasa hivi nu. Yani, mwanamke kila siku yeye, kila siku vurugu, kila siku vurugu. Sasa mimi silewi, hata nifanyeje? Juzi katoka kugombana na Asha, u mwanamke sio, nanitafutia nini mimi ha. sasa hivi mi hela sina, sasa natoa wapi ni? ila huyu natakiwa arudi kwao si aweze kanike, kanisumbua minamnai